Mwanasheria mkuu wa Marekani Pam Bondi amesema rais wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na mke wake Cilia Flores wamefunguliwa mashtaka katika mahakama ya wilaya kusini ya New York Marekani, kufuatia ripoti za kukamatwa kwa Maduro na vikosi vya nchi hiyo. Bondi amesema Maduro anakabiliwa na, na mashtaka kadhaa yakiwemo njama za ugaidi wa dawa za kulevya, njama za kuingiza kokaini nchini Marekani, kumiliki bunduki za kivita na vifaa vya uharibifu, pamoja na njama za kumiliki silaha hizo dhidi ya Marekani. Sasa kwenye twiti yake amesema Nicolas Maduro na mke wake Silia Flores wamefunguliwa mashtaka katika mahakama ya wilaya ya kusini ya new York. Nicolas Maduro ameshtakiwa kwa makosa ya njama ya ugaidi wa dawa za kulevya, narco terrorism conspiracy, njama ya kuingiza kokeni nchini Marekani, kumiliki bunduki za kivita na vifaa vya uharibifu pamoja na njama ya kumiliki bunduki za kivita na vifaa vya uharibifu dhidi ya Marekani. Hivi karibuni watakabiliwa na mkono mzito wa haki ya Marekani katika ardhi ya Marekani na katika mahakama za Marekani. Kwa niaba ya wizara yote ya haki ya Marekani, DOJ, ningependa kumshukuru Rais Trump kwa ujasiri wake wa kudai uwajibikaji kwa niaba ya wananchi wa Marekani na kutoa shukrani kubwa kwa wanajeshi wetu jasiri waliotekeleza operesheni ya ajabu na yenye mafanikio makubwa ya kuwakamata watuhumiwa hawa wawili wa biashara ya kimataifa ya dawa za kulevya, mwisho wa kunukuu. Wakati huo huo, seneta wa chama cha Republican amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio hatarajii hatua nyingine za kijeshi dhidi ya Venezuela kufuatia kukamatwa kwa Maduro. Seneta Mike Lee alisema alithibitisha kukamatwa kwa Maduro baada ya mazungumzo ya simu na Rubio, akiongeza kuwa mashambulizi ya Marekani yalilenga kulinda wale waliokuwa wakitekeleza hati ya kukamatwa. Hata hivyo, Lee baadaye alihoji msingi wa kikatiba wa operesheni hiyo bila tangazo la vita au idhini rasmi ya matumizi ya nguvu za kijeshi. Mvutano wa kikanda umeongezeka kwa kasi baada ya kikao cha dharura cha baraza la usalama wa taifa. Rais wa Colombia Gustavo Petro alitangaza kupelekwa kwa vikosi vya umma mpakani mwa Colombia na Venezuela. Kutoka Bogota, maandalizi yanaendelea kwa uwezekano wa wimbi kubwa la wakimbizi wa Venezuela kufuatia hali tete inayoendelea. Colombia na Venezuela zinashirikiana mpaka wa zaidi ya kilomita elfu mbili na migogoro ya awali imekuwa ikisababisha uhamiaji mkubwa wa raia pande zote. Ndani ya Venezuela, waziri wa ulinzi Vladimir Padrino Lopez alitangazwa kupelekwa mara moja kwa majeshi kote nchini humo, akitoa wito wa umoja wa kitaifa dhidi ya kile alichokiita uchokozi mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa. Wametushambulia, lakini hawatatutawala, alisema katika hotuba video, akiongeza kuwa hatua hizo zinafanyika kwa maagizo ya rais.